Kama wewe ni rais na lazima uwaambie ndio ufanye kazi yako wewe, toka tuweke mtu mwenye anajua ile kazi ile, mtuba kwa hiyo ofisi. Na ndio kwa maana mimi ndio kwa maana mimi mimi nimeshaamua. Wewe kama ujaamua, hiyo ni yako na na kuheshimu. Lakini mimi nimeshaamua Ruto lazima akule one time na ende mbali. Wale wanasema tutam tunawaheshimu, si ndio? Na pia sisi watuheshimu kwa sababu haiwezekani unaamka kila siku, walimu wa wanalia, madaktari wanalia, watu wengine wote wanalia. Mheshimiwa Kale Bamisi atakuambia tunafanyishwa kazi ngumu. that is not what is supposed to be. how can there be every day the country is crying? Alikuja bunge juzi, mimi huwa siendi mkutano yake, mnajua, kwa sababu kuna rafiki yetu hapa ni speaker anaitwa Weta. <laughs> unajua sheria ya bunge inasema Kale, banajua kati rais anazungumza, ati sisi wote tunafaa tunyamaze tu kimya, hata akisema kitu mbaya na yenye niyo uongo ya wazi. Ukikooa tu hivyo unasikia zivuna nje miezi sita. Sasa si afadhali tu nikae huku nje ndio nirudi tena niweze kuwatetea. Hakuna haja nikae.